Tuko tunajipanga ikifika tarehe 29 tunajua jukumu lilopo ni kwenda kupiga kura, na hamasisha na wenzangu wote, twendeni tukapige kura, tuachane na histori za mitandaoni. Ah, hao wanataka kuandamana, wanataka kuleta hatari ya kuvunja amani, na sisi amani tumeizoea mwaka wa 60 na sasa, kwa nini tusikubali na amani tuliyonayo kuliko kutafuta ambayo hatuijui? hmm, tumeangalia Rwanda Kongo, wenzetu hapo Kenya, maandamano watu wanakufa. Kwa nini tufike huko? sio ni sababu? Twendeni tukapige kura, tuachane na maandamano, twende tukapige kura, tumchague rais anayefaa, wabunge wanaofaa, diwani anayefaa. Basi watakaoanguka wajipange tena miaka mingine mitano. Nahamasisha vijana wenzangu tutaishina, tujitokeze ku, kupiga kura kwa kumchagua kiongozi anayemtaka kwa chama chochote tunachokipenda, wewe na watu ambao na wanajipanga kwa ajili ya kuanzisha maandamano tarehe 29, waachane nayo kwa sababu hasara za maandamano ni kwamba huwa watu hufa na wa kiuchumi wa nchi inaweza ikaporomoka kiuchumi kwa sababu ya maandamano. Na ni haki yako wewe kuchagua kiongozi unayemtaka kwa ajili ya maendeleo ya nchi yako, na hasara za maendeleo za maandamano ni kwamba baadhi ya nchi ambazo kuna maandamano, kwa mfano Kongo, Sudani, huwa watu wameshindwa kufanya kazi zao kwa ufasaha kwa sababu ya maandamano na vita ambazo zinaendelea. Oktoba ishirini na tisa na tiki na hakuna Mtanzania anaweza kasubutu kwamba eti tufanye maandamano. Maandamano ya nini eh? Maandamano blaza, hamna chochote cha maandamano. Hiyo ni propaganda ambayo watu wanasema kuna, kutakuwa kuna maandamano. Hakuna maandamano yoyote anaweza katokea kwa sababu vijana vijana, ndio sisi tumetulia. Hata mimi mwenyewe ndio umenistua leo kwamba kumbe kuna maandamano. Mtu ambaye uko madarakani tunamwamini na serikali yote tunaiamini. Sasa hayo maandamano yanatokea vipi? Oktoba 29, mimi na tiki alfajili mapema tu. Vijana lazima tuwahamasishe, kwa sababu kuna wengine bado hawaelewi, anakwambia naenda kufanya kitu gani, ila ile ni haki yako ya kimsingi, kama nilienda kuku, kupanga foleni kwenda kukata kita, nani kusubiri kitambulisho cha kupigia kula miezi uliopita, kwa nini nini tarehe 29 mimi nisiende kupiga kula? Kula ni wajibu wangu. Mimi ukikataa kwenda kupiga kula umepoteza haki yako ya kimsingi, na kama una kitambulisho cha kupigia kula, kwa nini umeenda kuchukua alafu leo hii unakataa kwenda? Usiende kupiga kula Oktoba 29 tisa, mimi natiki.